Tunawashukuru sana viongozi wetu kwa kutupatia hivi vihori ambavyo tunabebea mwani. Zamani tulikuwa tunabeba mwani kwa kupitia, kwa kupitia hivi vipolo kuanzia Lak... kwenye, kwenye shamba huko kote tunabeba, ukifika na ujuu kazi kubwa sana lakini tunashukuru serikali ya Mheshimiwa Hussein Mwinyi kwa kutupatia hivi vihori na hatimaye sasa hivi mwanamama au mkulima wa mwani katu, katuliwa kipolo kichwani na hatimaye sasahivi tunabeba humu kwenye kihori, humu kwenye kihori unavuna mwani mwingi sana na imekuwa kazi rahisi. Mwani huu tunaoleta kwa mara moja, ingekuwa kwa kipolo si zaidi ya mara kumi. Ni kazi kubwa sana kama mnavyoiona, lakini tunashukuru kwa sapoti ya serikali, mradi wa IFAD, idara ya uvuvi, maoni muongozo wa mkurugenzi wa idara ya uvuvi, katibu mkuu wizara nzima uchumi wa buluu, mwisho kufika kwa Mheshimiwa Rais wazazwa na rais wa Jamhuri ya Muungano kwa kutusapoti, na tunasema mitano tena.